Ubaya, ubaya. Mimi naitwa Field Marshall bwana Hassan Dalali. Kama utasahau utaita, ensamboe tunaniona kwanza. Mwenyekiti ni shukuru bodi, shukuru bodi ya Simba ambayo inaongozwa na mwenyekiti wetu Muhamed Deuji pamoja na makamu wake hapa wa bodi nangungu kwa kutukumbuka wazee wao kwa kutupa nafasi kama hii <coughs> na yetu, ya kuzungumza leo. Niwapongeze sana mwenyekiti, asante sana mwenyekiti, mwenye mwenyekiti, kwanza niwapongeze vijana wetu kwa maana ya wachezaji, mechi hile ya kule Misri wamepambana sana, kusema kweli kadri ya uwezo wao, baatiaikua yetu tu, lakini nyinyi waandishi mmeangalia kwenye mativi, wengine mmekwenda kule mona vijana walivyopambana ugenini. Na wazee wetu wa zamani, wazee wa zamani kwa warefu sana, walikuwa na msemo wao, mcheza kwao kutunzu cherekochereko na mwenye mwana na hiyo yote nazungumzia nyumbani. Sasa wale wametunzwa kule kwao na cheliko cheliko kumefanya kule kwao. Sasa wanakuja kwetu hapa, sasa. Uwanja wetu wa sisi uwanja wa nyumbani, mwenyekiti, kuna jamaa anasema hivi, unajua hata tumekataa kucheza kwa sababu kulikuwa na watu wafupi sasa. Waarabu nakwambieni wanakuja warefu sasa <laughs> Ni Waarabu ni, wanakuja watu warefu. Wale wafupi tumea balance huko, na wasubiri jamaa zetu, sindiogaoga naogopa ogopa tu wafupi wafupi wafupi wa baba yako mrefu. Kwa hiyo nataka kuambia Waarabu tarehe tisa hawatoki Waarabu, hawatoki mwenyekiti, andaa basi la mwendo kasi. Mimi naamini utapotea njia tu, wale Waarabu waingie huko, watoke Kongo, watoke mtwala apandeme n kwao kudaadek hii ndio Simba bwana, si mtaona pale, watu warefu tutawaleta, na mimi nitawaongoza watu warefu. Watakuja uwanjani, Waarabu watakimbia. Wakivaa msuri na sisi tunavaa msuri kudaadek, wakivaa kanzu na sisi tunavaa kanzu. Simba kitaka jambo lake afike mchezo. Maana yake bio silimbilembe, hakuna siasa hapa. Wale watoki wale. Sio mshukuru refa siku ile tu kule. Tena ani mimi naona katika nchi ambazo labda ukiangalia hivi hii Yara sijui. Wale wa, wa Saudi Arabia ndio wako sawa sawa. Goli imeingia, wataonyesha la la. Yaani wa mdono wanaonyesha tu. Sisi huku lefa namba wae sema goli tu hilo. Hata kuna kuangalia kuna kuangalia.

Eh, tare tisa imani sana. Ah, lakini mimi naamini kabisa vijana wan... timu yetu ya Simba ina uwezo mkubwa sana uwezo mkubwa sana kubwa mno, na sisi tunataka kuchukua kikombe sio kuingia nusu, tushaingia fainali. Ukiwa fadhili wetu tumshangia fainali tisini na tatu, kichobakia sisi kuchukua kikombe tu, na inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, huu mwaka huu kikombe kinakuja hapa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Kwani kuna nini? kimwangalia mwangalia sana hivi. <laughs> ananguka mwenyewe. Hamja wacheke jamaa, mwarabu hapendi kuangaliwa usoni. Sasa mwenyekiti <laughs> kama uwezi nipe hiyo kazi <laughs> taadekene gali naangalia, basila nawangalia, wanachukua sita tu pale. Kwa hiyo binu mi wambe, ndugu zangu, kwanza nashukuru uongozi wetu ume, umeifanya Sima imekuwa moja, tuko wa moja, sawa sawa tunaishi kwa kupindana eh? Kama kuna mtu ana matizo yake basi ni yeye. Lakini kusema kweli Simba tumekuwa kitu kimoja kwa muda mrefu sana sasa. Na ndio maana tunafanya vizuri. Na maana kuna watu wengine hawataka umoja wetu uendelee. Kwa hiyo wanawatumia, wana, wana, wana Simba, wa ndani ya Simba yoyo, kutoa toa maneno ya, jabu, ya jabu. Ni umoja ni nguvu bwana. Umoja ni nguvu. Bila umoja tutafika wapi ndugu zangu? Wana Simba wote tushikamane tarehe tisa. Amedi, a, Amedi Ali. Anafanya kazi sana. Unajua katika kwa masisi chuo ni uwanjani. Tutoe support kwa vijana wetu, sio shangilie pale uwanjani. Na jamaa nao njooni vile vile, eh njooni muone. Hata mkiweza hata kuvaa misuli, vaeni misuli. Njooni kwa jamaa zetu wale wengine wa Tanzania, wenzetu wale si mnaojua eh? Ambao wanaogopa kuogopa sana tu wafupi. Jioni tu njani, mje mtu support kwa timu yetu. Lakini lazima nakwambia, leo nakwambia nami mimi naambia vijana, Mwarabu tarehe tisa atatafuta mlango wa kupitia. Inshallah. Unielewa? Eh? Mlango wa kupitia. Habati mbaya sana kwa sababu ndio hivyo tu. Ungenipeleka mimi kule Misri? <hihi> sio nakumbuka na na na na, na, na na na na Zamalek, sio kumbuka eh? Alifikia mwalabu mwenzamu unakumbuka? Pila umekuisha mimi nashangilia Simba ah, ndio Abdallah ndowshaotoka, lakini ana nyinyi mnaopeleka watu wengine pengine watu wa mpira. Mimi nawashukuru sana. Asante sana.